Mimi ili jambo, kwanza mimi kama nilivyoulizwa kwenye swali la awali haya mambo mimi huona mara nyingi, napuuza mara nyingi, lakini likizidi na likuwa linarudiwa rudiwa linarudiwa rudiwa linarudiwa rudiwa, rudiwa kama binadamu kama binadamu, nami, na moyo ni nyama, ndio maana hata mingine yao nimesema tiache yapite na mesame. Lakini jambo linarudiwa, unasisitiza, unaulizwa, unasema, unaushahidi. Ndoa yangu ingevunjika kama ningekuwa sipo, labda nimesafiri baada ya harusi maana yake ningeanza kujuza maswali ah. Lakini nipo, yaani hata ile posti alikuwa zakuwananinisha t tumekaa, nadhani tunajiandaa kufuturu. Imagine mimi wiki nzima ile nipo nyumbani, sijatoka, sijasafiri. Hasa kama ningekuwa sipo, tunataka kuvunja ndoa wa za watu ili iwe nini? unaongea maneno mara si ntaoa, mara hivi. Sasa nikaona hili jambo, kwa mara ya kwanza katika maisha yangu nimekwenda mahakamani kushtaki, nimewachia wana mawakili, wameshatoa demand notes ya siku kumi na nne, shindo taenda mahakamani. Yako mambo yanasameheka kirahisi tu kama haya mingine ya, lakini kuna mingine yanayohusu brandi ya watu, image za watu, kibinadamu wazi. Mi ni balozi wa makampuni mengi sana tena makubwa, yananilipa mafedha mengi, yanahitaji reputation yangu iwe salama kwa product zao, yanamuhitaji mke wangu ambaye sasa naye ni balozi wa taasisi nyingi awe na image nzuri katika jamii. Huwezi kulipa gharama ya kuharibu brand za watu, sio sahihi. Kwayo mimi sitaki kulizungumzia in details kwa sababu wakili ameshatimiza wajibu wake. Tusubiri 14 days kama hajajibu. Nimesikia juu zimetumiwa na jamaa, anasema amesema hajapata demand notes. Clouds amepata kwa sababu yeye aliombwa email, alisema amesafiri yuko Lindi, akaombwa email akatuma email yake na ikadiliva kwa advocate, na tunayo kwa hiyo ameipata. Na kwa taratibu za kimahakama wanaruhusu hii teknolojia ya kutumia email na nini kupeleka vitu kama hivi, kwa hiyo ili ipo kisheria. Ye yeah, anatakiwa tu wajibu au athibitishe kama hawezi kuomba radhi, atoe proof kwamba siku fulani alienda central. Hiyo atoe proof kama hawezi kuomba radhi. Inahitaji mtu mwenye jasiri sana kusema samahani, inahitaji ujasiri basi. Basi atoe proof, akishatoa basi sitaona bwana, uthibitisho tu kwamba bwana kweli alienda siku fulani siku fulani. Awezi aombe radhi kisha aweke bilioni 1 na na na na na, akitoa hii pesa 50% 50%, nitaipeleka yangu mimi, sio ya Zai, maana Zai naye na mgao wake. Yangu mimi 50% itarudi kwenu, wanahabari katika mafunzo ya kiweledi na taaluma yenu taasisi gani tutaipeleka, lakini nataka nikusudie ije kwenu ili tusiwe na aina hii ya waandishi wanaoendelea kuongezeka nchi hii. Nimeahidi kabisa na Ramadhani, shahidi 50% ya mgao wangu takwenda kwenu. 50% nyingine tutaambia Zai tafute mahali, eh, tukale kidogo nchi sawa. So, haya with bilioni. Ushaelewa? Msamaha peke yake wakati ushafanya damage kubwa kwa familia yetu, sisi tuna family, achana na brands. Tuna family, huyu ana wazazi, ana wakwe, yaani lazima unaposema kitu ufikirie madhara na unarudia rudia, mara utamsema huyu, mara kesho utamsema huyu, mara kesho utamsema huyu. Mbona content nyingi? Kwa lazima content iwe kusema mambo ya uongo dhidi ya watu, ukiuzwa ushahidi huna content. Inajua shida ya, ya media ya Tanzania, hatuko creative tuna, tuna kariri kwamba content hii ya umbea kusema watu tushakariri, basi kila mtu anaona ndio. Kuna contents nyingi, ndugu zangu, huweni creative tu, tengenezeni agenda ambazo zitawapeleka mjini, kuliko content za personal issues za uongo. Basi afadhali ziwe za kweli, zikiweza kweli it's fine kweli haina shida, kwa sababu sisi binadamu tunakosea na tunapatia. Tukikosea kweli semeni, lakini usitunge unaharibu dem, unaharibu brand za watu. Watu wetu sisi wengine wakubwa wako nje huko wanasoma, anakupigia baba, imekuaje? Badala ya kufocus na shule unaharibu hata akili ya mtoto kwa wewe kuandika kusema uongo tu mnapata faida gani? Hasa mimi hii siifanyi kwa sababu yangu peke yangu, kuna watu wengi wamenifuata, wamenipigia simu, wako behind wanataka kulikume. Manake kuna mmoja anamsikia sema, unajua ukiwa maarufu unaweza ukasemwa. Haiwezekani, sema kwa kitu cha ukweli. David Beckham alisemwa, alikwenda kinyume kwenye ndoa yake na Posh lakini ilikuwa jambo la kweli, akatoka ye na mkeo mkewa akaomba radhi. Rais wa nchi kubwa kabisa duniani, Bill Clinton, alikuwa anatembea na mmoja wa watumishi wa Ikulu, nadhani alikuwa anaitwa Monica Lewinsky, aliandikwa, alisemwa, lakini ni jambo la kweli, wakatoka kuomba radhi. Huwezi kutunga tena, kwa huko Ulaya huko Marekani, ukitunga unafilisiwa. Hasa sisi kwangu kwa kaondoka, ah, ningechukua hatua mimi, lakini unatunga tena nikiwa naye ndani, yaani unasema hayupo, niko naye mimi, alafu unauliza, unasema nina uthibitisho wa asilimia mia, mia. mia. Ona ni kama binadamu anajisikiaje? Ye mke wa mtu unaenda kumtengenezea scenario kama hiyo familia yake inajisikiaje? na unaona sawa tu mara leo mvamia Adija Kopa toka kwa Dija Kopa mara kwa Zuchu toka kwa Zuchu mara kwa Diamond toka kwa Diamond mara kwa Hamisa. Yani wewe, maana siku moja unatafuta gani hapa? Ni nitengenezee jambo. Hatuwezi kuendesha nchi hivyo, hatuwezi. Wale wamekosea, mlauliza swali, lakini sikafanya bahati mbaya, kasema, karopoka, kateleza, kapole basi. Na sisi tunasema alhamdulillah, tumemsame, tumemkumbusha tu wajibu wake kwa Mungu lakini unarudia, unarudia, alafu ukitoka huyu unakuja sta, ukitoka huyu unakuja sta na age. Hey, imekwenda fadhali mfanye nyinyi mabinti hapa, wadogo na wavulana wadogo, kusema nyinyi mnajitafuta. Yule ni mtu mzima, lazima uchague. Mimi hii amsori, nataka nifanye ili tutengeneze standard sasa kwamba sio makapi yote yanatupiwa kwa watu kwa sababu ya umaarufu wao. Tukishafanya hivi na naamini mahakama ita, i, i ambayo ya Tanzania ikishafanya e maamuzi, tutaona kuna mabadiliko makubwa sasa ya watu ambao wanaamua tu kusingizia watu kutukanisha watu, wataacha kwa sababu kila mtu sasa, ukifanya tu anakimbilia kule kule, ukifanya tu anakimbilia kule kule. kwa hiyo lazima tu Lazima kuna Mtanzania mmoja ajitokeze kusacrifice kwa niaba ya wengine ili tu set standard inayotakiwa kwenye eneo la media. Nadhani nimelijibu vizuri.